Why Canada refuses visitor visas: seven common mistake you must avoid. Kwa nini Canada inakataa kupeana visitor visas ama kwa nini ulikataliwa kupewa visitor visa? Hizi ni sababu saba muhimu ambazo unatakiwa kujua zile ambazo zimefanya ukataliwe, zile ambazo zinasababisha wengi wanakataliwa wakati wanaomba visitor visa. Hello everyone, welcome back to KHP Canada. Na tumaye mko salama, na kama wewe ni mpya kumbuka kusubscribe channel hii. Inazungumzia uh, tips za visa ya kuja Canada na pia tuna travel across Canada kuonesha vitu mbalimbali mbali, culture beauty, cities na kadhalika, na pia tunajaribu sana kadri tuwezavyo kwa ajili ya kuongozana na kupeana tips za immigration ya Canada. So, kama wewe ni mpya na wewe ni mmoja mwenye kuwa na ndoto ya kuja Canada basi uko mahali pazuri, ina good platform. Na pole sana kwa kuwa ni kuna malalamishi ya wengi sana ya kwamba watu natumia sana lugha ya Kiswahili, japokuwa wengi ambao wanahitaji kuja Canada wanahitaji English, na kuna wengi ambao wanahitaji kuwatch video zetu, lakini shida ni vile wao hawaelewi wa, wa Kiswahili. So nitakuwa najaribu kumix kidogo kusudi wengi wetu wale ambao hawaelewi kizungu wajipate, na wale ambao kidogo wanaelewa kizungu wawe wanapata maneno moja moja. So kama vile nimeintroduce, kama vile nimekuambia kwenye video hii, nataka kuzungumzia mambo saba ambayo inasababisha wengi wanakataliwa kupewa visitor visa. Ama seven common mistake you must avoid while applying visitor visa. So hizi ni seven common mistakes ambazo zinasababisha wengi wanakosa kupewa visitor visa, na njia gani ambao unatakiwa kuepukana na hizo vitu, kusudi wakati una apply visitor visa uweze kupewa, how to avoid those mistakes na kuwa kati ya wale ambao watapewa visa ya kuja Canada. ni sikuchukue muda mrefu lakini niwezi kukupa the seven common mistakes na njia gani ambayo unatakiwa kuavoid those seven common mistakes, kusudi uweze kupewa visa ya kuvisit Canada. Number one, not showing strong ties to home country. Unajua watu wengi wanashindwa ama wanakosa kupewa visa sababu wanashindwa kuonesha uh, strong ties from their home country ama zile vigezo muhimu, vitu ambazo zinatakikana kuprove ya kwamba wewe kwenye nchi yako unamiliki kama vile nyumba, una watoto, una familia na kila karatasi ambayo inaonyesha kwamba ndio huyu ni mzazi, huyu ni baba, huyu ni mama na anamiliki kitu fulani. Kwa hiyo hata akikuja kutembea Canada, anaweza karudia kwenye nchi yake inaweza ikawa ni kazi, inaweza ikawa ni eh, udongo ama uwanja, na pia familia. Hizo ni vitu tatu muhimu sana, ambao wengi wanashindwa kuziweka sawa, na ndio maana wananyimwa visitor visa. Jambo la pili, bank statement is too weak or suspicious, yaani akaunti yako ya benki haina nguvu, pesa ambao umeonyesha ni kidogo sana kuliko ile ambayo inatakikana kuwa hapo. Na wengine wanaweka pesa, anaweza kaweka pesa nyingi kwa mara moja, dakika za mwisho, ambao anataka kuenda ku apply for visitor visa. Hiyo pia ni makosa na inafanya wengi wanaanguka, kwa sababu ya hayo. So una kama ni kujikopa kama ni kufanya nini, kwa mara moja, dakika za mwisho inakuangusha. Unatakiwa kuwa na mzunguko wa pesa kwa hiyo wakati unajipanga kuomba visa ya Canada, hata kama itakuwa kwa jirani, kwa mwenzako ambaye atakuelewa, chukua pesa zake weka kwa akaunti yako, toa pesa zake mrejeshee kuonekane mzunguko wa pesa. Usikuje uweke pesa kighafla kwa mara moja pap, alafu unafikiri Canada itakubali hayo. Watajua kwamba umeweka pesa sababu wewe unahitaji kusafiri kuja Canada, so pesa ikiwa kidogo ni shida, na kukiwa hakuna mzunguko kati ya miezi tatu ama sita, basi utakuwa na shida. Unaweza ukawa na pesa nyingi kwenye akaunti yako, lakini imewekwa kwa mara moja, dakika za mwisho, ambayo unajipanga kuweza kuapply visa, basi hapo utakuwa unaanguka mtihani. Number three, travel plan is not clear or realistic. Wakati travel plan yako ama travel history, no travel plan yako haiko, uh, kwa line haiko sawa vile ambavyo inatakikana kuwa, haina mpangilio ambao ni kamili, basi utaanguka mtihani. Hawawezi wakakukubalia visa ikiwa travel plan yako itakuwa iko sawa kama vile nilieleza kwenye video ya kwanza. Ikiwa ulifuata video ambao, uh, niliongelea kuhusu kuja Canada ama kupata visitor visa bila kuwa na mwaliko na barua ya aliko, so travel plan yako inatakiwa kuwa more realistic. Unasema wiki fulani mpaka wiki fulani nitakuwa sehemu fulani, kutoka wiki fulani kwenda wiki fulani nitaenda sehemu fulani. Jaribu kutafuta zile places ambazo watu huenda sana Canada kuvisit kama vile CN Tower kama vile uh, Niagara Falls, Niagara Falls, Niagara ni, ni French, Niagara Falls. Mnaona kuna sehemu nyingi sana Canada ambazo wanatakiwa kwenda kuvisit. Chukua muda wako kupitia hizo sehemu, soma hizo video hizo kama ni, ni details za hizo sehemu hii well, sehemu iko sehemu gani ndani ya Canada, utapata details zote kusudi uweze kupanga sawasawa plani yako. Yaani iwe plani ambayo inaeleweka na iwe more realistic, lakini ikiwa haieleweki itakuwa ngumu sana kwa wewe kuweza kupata visitor visa. Jambo la nne, filling the form incorrectly. Unajua kusudi uweze uh, kupata visa ijapokuwa hizo mambo mengine zote ziko sawa. Kuna form ambayo unatakiwa kujaza, sio tu passport ukiwa nayo, sio tu uh, travel plan, sio tu bank statement. Hapana, kuna form ambayo unatakiwa kujaza, na hizo ni baadhi za form ambazo zinaangusha wengi, na wengine pia hawajui wapi wanaweza wakapata form hizo, na wengine wanajua mahali wanaweza wakapata form hizo, lakini kuzijaza ndio kibarua kigumu. Bat, usijali ikiwa wewe ni mmoja wa wana KHP Canada. Ndio maana kama we ni mpya, kumbuka kusubscribe kwa channel hii, sababu inaweza kukusaidia kwa mambo mengi. Pengine una shida ya kujaza form hizo, ama hujui wapi utapata form hizo tuko hapa kwa ajili ya kukusaidia. Kwa hiyo usikwame kwa ajili ya jambo kama hilo, so jitahidi sana uweze kujaza fomu hiyo sawa na vile inavyotakikana. Ikiwa uko na shida ya kujaza fomu hiyo, itisha msaada kwa KHP, itisha msaada kwa mtu yeyote unayemwamini ana ujuzi na fomu hizo, na utaweza kusaidika, sababu unatakiwa kuzijaza correctly. Jambo la tano Lying on the application, najua utajiuliza, lying on the application how? Hmm. Watajuaje ya kwamba ulidanganya kwenye application yako? Unajua, hawa ni watu ambao ama immigration officers ni watu ambao wako trained, na ni watu ambao wanajua kusoma mind ya mtu, ijapokuwa uliandika kitu yoyote ambayo ni uongo hapo. Yaani kumbuka hapo, asilimia hamsini inaweza ikapita, asilimia hamsini inaweza ikaanguka. Wakishapata vitu ambazo haziendani, haziko sawa, wanaelewa tu ni uongo, huyu jamaa anajaribu kutudanganya kutu, kutu hapo. Basi utakuwa na shida sana, sababu unaweza ukabahatika kupita, lakini asilimia kama sabini utaanguka mtihani. Kwa hiyo wakati unafanya application yako, make sure uko real, hakuna uongo ambao unatumia eh, jaribu kufanya kitu ambao inaeleweka, sababu usipoeleweka vizuri utakuwa na shida sana ya kuweza kuvuka mtihani. Na kumbuka awa ma immigration officers kulingana na sheria ya Canada wako na nguvu ama, they have power to decide on your application. Either to approve it or not. So ye, mwenye apa, ye mwenyewe akishaona tu jamaa apana sio ni kama information mwenyewe visa yako ni hivyo. Sababu hata unaweza fika uingie Canada na bado angalie uyu, oh no, know, lazima kuwa makini sana na informations ambazo unajaza hapo ndani. Namba 6, no travel history. Ikiwa hauna travel history, basi pia utakuwa uko kwa shida. Sijui ulifuata wa previous video, na kama haukufuata wa previous video ambao ni how to, uh, how, how to apply for a Canadian visa visitor visa without uh, invitation letter, kama gisi ya kuweza kuapply Canadian visa bila kuwa na invitation letter na kama haukufuata video hii, uende uifuate, sababu point hii ya sita ambao no, ambao inasema hauna travel history inaweza ikakuwa fake. Video hii iko na more details. Huwezi ukaanza visiting yako ndani ya nchi ya Canada, na wewe unakuja pengine kwa utalii na visa yako ama passport yako haina stamp ya visa yoyote ya nchi nyingine tofauti na nchi yako. Kwa hiyo jitahidi, zunguka hata kwa nchi jirani na unaweza kusaidika. Hizo ni vitu ambazo sio kila mtu anaweza kukuambia. Najua kama haukufuata video ya mwanzo urudi kuifuata, sababu itakusaidia. Na namba ya mwisho ambayo ni ya saba, missing or incomplete documents. Kukiwa stakabadhi yoyote muhimu ambayo inahitajika, any document that is needed na hauku provide your document basi visa yako itakataliwa. Ikiwa document zako in, ziko incomplete, utakuwa na shida. Ndio maana nimekwambia missing or incomplete document, utakuwa na shida sana. Ukikosa mmoja ni shida, zikiwa zitoshei ni shida. Kwa hiyo hakikisha umekusanya kila karatasi ambayo inahitajika ama kila document ambayo ni muhimu na ambayo inahitajika kwa ajili ya wewe kuweza kupata visa ya kuja Canada. Ukikosa yoyote utakuwa na shida sana, kwa hiyo make sure unajua kila kitu ambacho inahitajika na make sure ya kwamba uko nazo. So hizo ni mistake saba ama the seven mistakes ambazo zinafanya wengi wanakosa visitor visa wakati wa kuapply, na nini ambao unatakiwa kufanya wakati ambao una apply visitor visa kusudi uweze kukubaliwa kirahisi ama what to do instead. Kitu cha kwanza, hizi ni vitu muhimu sasa zile ambazo unatakiwa kuzingatia sana wakati una apply visitor visa. Kitu cha kwanza, you need to be honest, kuwa mwaminifu, kuwa mhaki, kuwa mkweli, kusudi application yako iweze kukubaliwa, sababu ukitumia uongo na wagundue, utakuwa kwa shida sana. Kitu cha pili, show reasons to go back home, very important. Onesha sababu ambao litakufanya wewe uweze kurudi nyumbani. Usipokuwa na sababu yoyote ambayo itakufanya wewe uweze kurudi nyumbani ama kurudi kwenye nchi yako hautapewa visitor visa. Jambo la tatu explain your story clearly. Nikisema explain your story, namaanisha explain your journey, explain safari yako kwa sawa na jinsi inatakikana. Unataka kutoka wakati gani? Unataka kuishi hoteli gani? Unataka kuona wapi na wapi? Tarehe gani unapanga kuwa wapi? Tarehe gani unataka kuwa wapi? Hivyo ndio kisa unatakiwa ku explain uh, your journey ama safari yako hapa ya kuja hapa Canada. Jambo la mwisho upload everything correctly. Jitahidi ku upload kila document ambao uko nayo ama ambayo inahitajika correctly, sababu ukiifanya in a wrong way, kumbuka, hawata kukubalia. Ndio maana kila kitu hakikisho na iupload sawa sawa na vile ambavyo inatakikana so Hayo ndio mambo muhimu sana ambayo unahitaji wewe kujua, ikiwa visa yako ilikataliwa ama ikiwa unapanga uh, kuapply na ikiwa ilikataliwa ama uko na woga ya kujaribu ama uko na woga ya kuapply, basi jaribu kutuandikia hapo kwenye comment section, alafu tutaweza kukusaidia. Na ikiwa wewe ni mpya kwenye channel hii, kumbuka kusubscribe sababu ya video nyingi sana.